Watakukosoa tu utake usitake. Hata kama utatumia ubabe kutaka kuwazima, lakini bado watatokea watoto ambao wataendelea kukukosoa. Huwezi ukawa na watoto katika familia yoyote wakalingana, haiwezekani. Lazima watakuwepo watoto ambao wana akili nyingi. Sasa hao watoto wenye akili nyingi, usitumie ubabe kutaka kuwazima, wanachongea. Hata kama utatumia ubabe kutaka kuwazima, lakini bado watatokea watoto ambao wataendelea kukukosoa fikiri kwa umakini unapochukua maamuzi yoyote. Usichukue maamuzi kwa sababu wewe ni baba. Usi, usichukue maamuzi kwa sababu wewe ni mama. hamna wa kufanya chochote? Hapana, mimi naamini rafiki wa kweli ni yule anayekukosoa sehemu ambayo ufanyi sawa sawa. lakini yule mtu ambaye akukosoi, kila kitu anasifia hata hata kibaya, huyo sio rafiki wa kweli hata mara moja. Huyo baadaye atakuja kuwa adui mbaya sana. Mithali ishirini na saba mstari wa kumi na saba inasema chuma unaola chuma ndivyo mtu au unawavyo uso wa rafiki yake. Yani, rafiki wa kweli ni lazima akupe challenge. Mama, hii nchi ni yako, lakini isikufanya utawale kwa mabavu. Mimi naongea tu kama mjoli waba. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu unayenisikiliza wakati huu Nadhani kwa majina wengi wenu mnanifahamu, mnaofuatilia kwa karibu huwa mnanifahamu sana, lakini kwa wale ambao hawanifahamu, naweza nikajitambulisha kwa majina. Naitwa Amon Jason Mwasuka, e, nikiwa maeneo ya hapa Mbeya. Ah, nataka niongee tu kwa uchache ndio maana ndio kwenye mazingira haya, huenda ya makaburi haya huenda hata makaburi haya yanaonekana yanaweza yakasema jambo kwenye moyo wako, kwa kuwa sisi wanadamu ni wasafiri na hakuna mwenye makazi ya kudumu hapa duniani. Nadhani unayenisikiliza ili unalifahamu, unalifahamu vizuri kabisa kwamba hapa duniani sisi ni wasafiri. Na hakuna aliye na makazi ya kudumu, tutakuwa udongo kama wenzetu hawa walivyokuwa udongo. Sasa haya ni makaburi yanaonekana kama alama, lakini huko ndani ni udongo. Nataka niongee kwa uchache eh, nataka niongee kwa uchache katika maisha haya tuliyonayo Familia yoyote haiwezi ikawa na watoto wakafanana. Yaani, familia yoyote, mimi hapa ni baba na watoto, lakini katika watoto wote nilionao hawafanani wote, akili hawafanani, ni lazima watatofautiana. Hawawezi wote wakawa sawa, wengine watakuwa kike, wengine watakuwa kiume wengine watakuwa wafupi, wengine watakuwa wanene, ni lazima tu watatofautiana nao watoto. Nakumbuka katika hao watoto hawawezi wakalingana, ni lazima wengine watakuwa na akili nyingi na wengine watakuwa na akili ndogo. Yaani katika watoto wengine watakuwa na akili nyingi, wengine watakuwa na akili ndogo, lakini yote hiyo wewe utabaki kuwa baba na wewe utabaki kuwa mama, hawezi wakalingana hata siku moja. Lakini katika watoto hao hawazuii wewe kuwa baba yao au wewe kuwa mama yao. Haiwezi kazuia wewe kuwa baba au wewe kuwa mama au wewe kuwa mlezi. Haiwezi kazuia hata mara moja, hata ungekuwa na akili nyingi, haiwezi kazuia wewe kuwa baba au kuwa mama Lazima ubaba utabaki kuwa baba au mama utabaki kuwa mama, na baadhi yao watakuwa wanakukosoa kosoa. Yani, kuna watoto ambao watakuwa na kukosoa kosoa wewe, baba, kama kuna sehemu ambayo ufanyi vizuri au unafanya vizuri, wanataka kuboreshe, wanataka uboreshe zaidi, watakuwa na kukosoa kosoa. Hawawezi wakawa watoto wasio watoto wasio kosoa kosoa kosoa na kukosoa kosoa watoto wakawa wao watoto kosoa, mimi naamini ni watoto mataira tu ndio ambao yeye atataka, babu unaposema chochote yeye yuko tayari kufanya chochote. Lakini mtoto mwenye akili nzuri, aliyetimamu, anayejielewa, ni lazima unachomwamuru au unachomwambia afanye ni lazima akifikiri mara nyingi, ni lazima akitafakari mara nyingi. Hawezi akawa nakubali kila jambo, ni lazima awe mdadisi wa mambo. Lakini yote hiyo wewe utabaki kuwa baba, utabaki kuwa mama. Hauwezi ukatumia mamlaka yako kujaribu kumkunja kwa nguvu. Ni lazima utafikiri, huyu mtoto anataka tufanye nini? Anataka mimi baba nirekebishe kipi au mimi mama nirekebishe kipi? na nifanye kipi ili mambo yakae sawa, ili kuboresha familia. Na familia yoyote hawezi kakosa migongano, haiwezi hata siku moja ikakosekana migongano, haiwezekani. Na ndiyo maana katika nchi yetu ya Tanzania au katika nchi yote duniani, lakini na nzia ya kwetu ya hapa Tanzania, wako viongozi wengi. Sasa katika huo viongozi wengi akili hazilingani, ufahamu hawalingani, namna za kuisha zilingani. Kwa nini? Kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba watoto akili hazilingani. Sasa basi narudi hapa Kwa kiongozi yoyote au atakaye kuwa kiongozi baadaye au kiongozi alioko sasa, mama yetu Samia, ni lazima ukubaliane na hali ilivyo ya watoto wako, kwamba una watoto hazilingani akili. Na wewe ndio mama na wewe ndio baba, ni lazima kuna watoto watakukosoa tu, utake usitake hata kama utatumia ubabe kutaka kuwazima, lakini bado watatokea watoto ambao wataendelea kukosoa. Lengo la kukosoa sio kwamba unafanya vibaya, tunataka tuboreshe mambo mengine, au wao watoto wanaokukosoa wanataka kuboresha baadhi ya mambo yawe vizuri zaidi kuliko hivi mambo yalivyo. Na ndio maana leo hii utaona kinatunduliswa na kukosoa utaona kila Gwajima nakukosoa. Utaona kila Mdude walikukosoa, japokuwa sasa hatuwaoni. Sasa hiyo yote isikupelekee au watu wazime kwa nguvu, wazime kibababe, wazime kwa asira. Lazima ukae okay nao, na mimi nafahamu nachokiongea hiki, naongea nikiwa na akili timamu, naongea nikiwa nafahamu baadhi ya mambo mengi wako wengine wanakosoa hata vile vitu unavyovifanya ambavyo viko sawa. Sina maana ya kwamba basi wao nao pia wasikilize, lakini wako watu ambao pia wana wanakukosoa kwa vile vitu ambavyo ni kweli kabisa vinahitaji vinahitajika viboreshe shughuli yako au viboreshe uzazi wako wa kuonekana wewe uwe mama au uwe baba. Hawa watu wasikilize kwa umakini sana hao watu usitumie nguvu kubwa ya kutaka kuwazima. Kaa nao, ni watoto wako, wako chini yako, na wewe ni mama, na wewe ni baba. Isiwe sababu za kutaka kuwazima kwa nguvu na kujaribu kutumia mamlaka ili uweze kuwapoteza. Mimi naamini mtoto mwema kabisa mzuri anakosoa ili mboreshe taifa anakosoa ili nyumba ikae sawa, anakosoa ili lionekane taifa letu limekaa sawa. Mimi na si naongea kama mtumishi wa Mungu, ambao ambaye nimeona vitu mbalimbali vinavyokwenda katika nchi. Mtu anaongea kidogo tu, anatoa ushauri, najua ushauri sio lazima usikilize kila ushauri, hilo nakubali, lakini uko ushauri ambao we mwenyewe unapima kutoka moyoni. Mtu anaposhauri kwamba jamani, hii nchi sasa ilikofika ni kubaya, utekaji umezidi, watu wanapotea bila sababu, mama, tufanye nini? Uoni haya wewe, mtu usitumie ubavu kutaka kumzima, msikilize au wao watu wanaongea hayo wasikilize. Lakini mimi kama mtumishi wa Mungu nasema haya ni kama ushauri. Mama, kaa na watoto, wasikilize wanataka nini. Sikuamri wala sitaki niamue kwamba uendeshe navyosema mimi. a a, wewe ni mama, unaweza ukapokea na unaweza usipokee. Hilo ni jukumu lako, lakini ninachoongea ni nini? ni kwamba uwezi ukawa na watoto katika familia yoyote wakalingana, haiwezekani. Lazima atakuwepo watoto ambao wana akili nyingi. Sasa hao watoto wenye akili nyingi, usitumie ubabe kutaka kuwazima wanachoongea. Jaribu kufikiri kwamba iki wanachongea ni sawa au si sawa, iki wanachongea wanaboresha au wanabomoa. Mama na mwingine yoyote mzazi au baba, fikiri kwa umakini unapochukua maamuzi yoyote. Usichukue maamuzi kwa sababu wewe ni baba us usichukue maamuzi kwa sababu wewe ni mama, hamna wa kukufanya chochote. Hapana, mimi naamini rafiki wa kweli ni yule anayekukosoa sehemu ambayo ufanyi sawa sawa, huyo ndiye rafiki wa kweli na ukisoma kwenye Biblia hii ukisoma Misali ishirini Misali ishirini na saba mstari wa kumi na saba inasema chuma hunoa chuma, ndivyo mtu anavyonoa uso wa rafiki yake. Yaani, rafiki wa kweli ni lazima akupe challenge, akukosoe, ili ufanye kwa ubora zaidi, lakini yule mtu ambaye akukosoi kila kitu, anasifia hata kibaya, huyo sio rafiki wa kweli hata mara moja. Huyo baadaye, huyo baadaye atakuja kuwa adui mbaya sana, atakuja kuwa hatari sana kwenye maisha yako. Ni afadhali huyo anaye kukosoa kwa sasa, anataka mboreshe baadhi ya mambo, mweke sawa. Huyo msikilize kwa umakini sana, huyo kanae mezani Mtatue hizo kero, mwaweke mambo sawa, kuliko mambo yalivyokaa hivi sasa. Utasikia huku kile, utasikia huku, utasikia hili, utasikia ukafanya hivi, wewe umetulia tu. Na wewe ni mama na wewe ni baba, jitahidi kusikiliza kero za wananchi, jitahidi kusikiliza kero za wanasiasa, jitahidi kusikiliza kero za wanadini. Mama, hii nchi ni yako, lakini isikufanye utawale kwa mabavu. Mimi naongea tu kama mjoli wa Bwana popote ulipo. Ni mama yetu na wewe ni baba yetu, jitahidi kusikiliza haya watumishi wanayoongea kwa makini, kabla nchi haijawa pabaya. Mimi sina mengi ya kuongea zaidi ya hayo, lakini naomba yoyote ambaye unasikiliza clip hii, fikisha salamu kwa kiongozi yoyote, kwa kiongozi yoyote, salamu zifike, naamini niko makaburini hapa. Kama atakuwa amekukwaza, utaona kufanya chochote ni sahihi, ila ujue, kama mwanzo nilivyosema, hakuna atakayedumu duniani hapa. Duniani wote tunapita na ni wasafiri, na hakuna aliyojiumba, hakuna aliyejiweka duniani. Wote tumewekwa duniani kwa kusudi moja tu, kujenga taifa hili, kujenga dunia na kuifanya imwelekee Mungu tu. Neema Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi nyonyote nyinyi nyote mtakuweza kunisikiliza. Amen.